Shalom watoto wa Mungu, mali popote mlipo, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ah, mimi nilioko hapa mbele yenu kwa majina naitwa Monica Mulenda wa Yesu, mtangazaji wa Monica TV. Na leo tumepata neema tena ya kuwa na mtumishi wa Mungu huyu hapa tuko naye hapa. Atajitambulisha kwa majina yake, atatuambia anaitwa nani, alafu tutaenda na kile ambacho Mungu atakwenda kutuongoza siku ya leo. O, Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amena, mtangazaji Amena. Haye, kwanza nikukaribisha katika channel yetu ya Monica TV. Asante sana, asante sana. Okay. Ah, mtumishi wa watazamaji wa Monica TV wanataka wajue kwanza majina yako. Kwanza ni yapi? ya kuzaliwa au majina ya huduma? Jina lako ni lipi hasa, hata kwa wajua yeah? kwa mm -hmm. majina mm -hmm. majina yangu halisi kabisa mimi mm -hmm. naitwa mtumishi wa Mungu Ayeba Maonyesho, mm -hmm. Etulo. Mm -hmm. Ayeba, yeah. Maonyesho Etulo. Itulo Ayeba Maonyesho Itulo, huyo ni mtumishi wa Mungu jamani, yeah. na tunataka tujue, mtumishi wa Mungu, ni ipi ndio huduma yako? Uko kwenye sekta gani ya? Mimi ni mtumishi wa Mungu, mm -hmm. na nina huduma nyingi, lakini kubwa zaidi inayofahamika na watu wengi ni uimbaji. Mimi ni mhudumu kwa sekta hiyo ya uimbaji, kutoa nyimbo za injili kumwimbia Mungu katika uimbaji katika nyimbo Ah, okay. Ameweza kuwaambia jamani, yeye kwa majina anahitwa Etolo uh, au Ayeba Maonyesho. E, e, ya majina bwana ndio hivyo tena majina. Aha, majina ya nyumbani hayo, yeah. Kwa hiyo yeye ni mtumishi wa Mungu anatumikia Mungu katika huduma ya nini, ya uimbaji. Tunataka tujue mtumishi wa Mungu ni nini, kinachotambulisha mtu huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na huyu ni mwimbaji wa nyimbo hizi za kiulimwengu? Ni nini kinatambulisha au kinaonyesha, kinatenganisha watu wawili, ili kwanza kuwa utofauti kati ya mwimbaji wa nyimbo za Injili mm -hmm. na mwimbaji wa nyimbo mm -hmm. za dunia ni message mm -hmm. zote ni, ni nyimbo melody yeah. siku hizi melody ni moja, unaweza mm -hmm. kuwa unapiga rumba huku unapiga rumba kwa nyimbo za dunia mm -hmm. kwa nyimbo za Injili unapiga rumba, lakini kinachotofautisha ni ujumbe mm. ule uy, nyimbo eh, za Injili zinabeba maneno ya Injili mm -hmm. ya kuhubiri watu mm -hmm. lakini nyimbo zingine zinabeba maneno mengine tofauti like, huo uh, ndo utofauti uliopo. wow, kwa hiyo okay. mimi nimejibezi sana kwa ajili ya kutangaza Injili, kwa hiyo ndio maana inaitwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Unaweza okay, okay, kujua tofauti kati ya mtu anayetumikia Mungu katika nyimbo za injili au tofauti kati ya nyimbo za injili na nyimbo hizi za kawaida za wenzetu huko e. na kuna swali nyingine, mtumishi, nataka usaidie watazamaji wa, wa Monica TV. ili mtu awe mwimbaji wa nyimbo za injili, inatakiwa awe ameokoka au hata mtu ambaye hajaokoka anaweza kuwa mwimbaji wa nyimbo za injili? Aaa, nafikiri kwamba hilo swali ni nzuri mm -hmm ili uimbe nyimbo za injili, kwa sababu unapokuwa unaimba nyimbo za injili si kwamba una, unaimba kwa ajili ya kujifurahisha. mm -hmm. Ujumbe unaotoka katika zile nyimbo ni ujumbe unaomwakilisha Mungu kwa watu. mm -hmm. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anamwakilisha Mungu kwa watu lazima, jambo la kwanza, uwe umeokoka, umkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako amena. Baada ya hapo mengine mm -hmm. nafuata Ndo unaingia katika sekta ya kuimba nyimbo za injili. Kwa sababu hmm. huwezi kuwa mwimbaji wa nyimbo za injili na huku hujaokoka, utakuwa hmm. kama vile unafanya mambo ambayo ueleu unafanya. Ndio maana tunaona hao wengine wanafanya hizi hizi huduma kama biashara, kwa sababu hawana wito wa Mungu ndani yao pia na hawajaokoka. Kwa hiyo ili uwe mwimbaji kabisa wa nyimbo za injili ni uokoke, uokoke. ili utakaposimama, ni Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yako yeah. Hiyo ah, ni kweli kabisa maana, mimi naona watu wengi, utakuta mtu tu anaimba nyimbo za injili wanaimba, ujue anaingiaga kanisa wapi, ujue babake wa imani ni yupi, ndio nikataka mm -hmm. ili anaweza kutusaidia, ni mtumishi wa Mungu Ayeba anaweza kutusaidia hiyo, kwa sababu wewe ni mtumishi kwenye nani upande huu wa wimbati na umebobea sana mm -hmm. eh, ni mtu umefanya kazi sana kwenye wenye huduma kwa miaka sasa kuanzia yeah. Afrika mpaka hapa. Tunashukuru sana kwa kuweza kutufafanulia, kwa mtazamaji, ili uwe mwimbaji wa nyimbo za injili kwanza mpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako yeah. Mbali na hilo sasa, nimekuja kwa upande wako wewe, kama eh, kama mwimbaji sasa, maandalizi mm -hmm. yako yanakuaje? Unapoandaa nyimbo zako za injili, au unapokaa kwenye huduma yako, unapoandaa maandalizi yanakuaje? Katika maandalizi kuna mambo mengi ya kufanya, mm -hmm. kama nilivyosema, ili uwe mwimbaji mzuri wa nyimbo za injili kwanza uokoke, mm -hmm. umkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kwangu binafsi naweza nikasema kwamba ninavyokuwa ninaandaa nyimbo mm -hmm. mimi huwa sana ni, ni msomaji wa Biblia mm -hmm. nasoma sana Biblia, lakini mm -hmm. jambo lingine nalo waga ninasaidia sana katika kutengeneza nyimbo mm -hmm. ni Maombi. Maombi mimi, mimi ni mwombaji sana okay, okay. E, kwa hiyo Roho Mtakatifu mm, ananisaidia kwa ajili ya kutafuta kipi ambacho nikifanye kwa ajili ya kupeleka ujumbe kwa watu, hilo wow, okay. ni jambo kubwa ambalo linanisaidia na linanipa nguvu ya kufanya hii kazi ya uimbaji mm -hmm, kweli kabisa na ni <clears throat> vizuri kwa sababu huwezi kuweza hii kazi usipokuwa kwenye maombi yeah wala usipoalika nguvu za Roho Mtakatifu hivi yeah. Uimbaji nao ni maubiri au ni tunaimbaga tu au tu, ni meseji munapendaga watu iwafikie kama waubiri na wenyewe au ni kitu munaimba ili kuonekana mumeimba tu hapo, unaweza ukatufafanulia vipi? <laughs> mm -hmm. Ni, ni jambo nzuri kufafanua kwa kwa mm -hmm. kuwa kuna siku moja nili, niliwahi kutoa ili somo <clears throat> mm -hmm umeuliza kwamba uimbaji ni mahubiri au ni watu wanajimbia wana wana wana mm -hmm. Kwanza tuelewe kitu kimoja, kibiblia mwimbaji mm -hmm. Eh, anaweza akawa mhubiri lakini mm -hmm. muimbaji anaweza akawa sio mhubiri, mhubiri. Okay. Kwa sababu gani, hata nilifafanue mm hivi -hmm. Muimbaji anaimba maneno ya kuhubiri mm -hmm. lakini hawezi kuwa mhubiri. Okay. Ilo uelewe. mm -hmm. Na mwimbaji anaimba maneno yale ya kuhubiri mm -hmm. lakini sio muhubiri. Kuna mm -hmm. watu walio na kipawa cha, cha, cha kuhubiri ila sio waimbaji, lakini mwimbaji anaimba maneno ya kuhubiri. Unaweza kuwa una, unaweza kuwa muimbaji unaimba maneno ya kuhubiri watu, lakini a yimbo hicho ni kipawa, na katika Biblia waimbaji wana sehemu yao husika Waimbaji ni watu ambao kazi yao kubwa katika, katika, hata katika Agano la Kale mm -hmm, ni watu wanaoshusha uwepo wa Mungu kanisani mm -hmm. Ndo kazi ya uimbaji, yani kuleta sifa kanisani, na hata kama tunaleta sifa, lakini yale maneno tunaoleta sifa yanagusa mioyo ya watu mm -hmm, na yanawabadilisha wow. Ah, okay. Yeah. Mi nikiangalia hapo, mtumishi wa Mungu, ni kama, kama kuna sekta ambao watu wanapaswa kuheshimu na kushikilia hiyo kazi wanapopata neema ya uimbaji ni kwenye upande wa uimbaji, kwa sababu nyinyi waimbaji mna kazi kubwa sana. Maana kuna mtu anaweza akawa kabisa hana hata nia ya mahomi, lakini anaposikia wimbo umemgusa, anaingia moja kwa moja kwenye kwenye maombi mm. Kwa hiyo nyinyi mna huduma ngumu sana ambayo inatakiwa kweli Roho wa Mungu awaongoze mm. Yaani hiyo nimeielewa kabisa mm. Na nyimbo zako huwa unatungiwa na watu ama wewe mwenyewe unakuwa unajitungia kwa mujibu wa Biblia? mm. Mm, niseme tangu nianze kutunga nyimbo zangu sijawahi kutungiwa wimbo hata mmoja na mtu Amen na nyimbo zangu natunga mwenyewe, natafuta mm -hmm. naandika mwenyewe natafuta melodi mwenyewe, mwenyewe. Mm. na naimba mwenyewe. Na hiyo ilipelekea watu kukuita sasa mwalimu, maana watu wengi wanaita mwalimu mwa, mwa Ayeba, mwalimu Ayeba. Wewe ni mwalimu kwa sababu ya kutunga sana au uliwahi kuwa mwalimu wa shule wakati fulani? Maana hilo jina la mwalimu litokea na utungaji wa nyimbo za injili ni kweli? Watu wengi wamezoea kuniita mwalimu, mwalimu, mwalimu mm -hmm. eh hilo uh, jina la mwalimu kwangu lilitokea baada ya mimi kuokoka nikaanza kuimba. mm -hmm. nitatoa kidogo historia okay, e, kufika mm -hmm. mwaka e, wa elfu mbili na ishirini na, ishi, e, mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili nilibahatika kuwa mwalimu wa bendi moja okay. kule kambini Nyarugusu mm -hmm. bendi ya The Joy mm -hmm. nikateuliwa kuwa mwalimu wa ile bendi Mange. Sasa nikaiongoza hiyo bendi Mm -hmm. zaidi ya miaka kumi na miwili mm -hmm. Sasa waimbaji wengi waliopita kwenye, kwenye nyakati zangu wakawa wamezoea kuniita ita mwalimu mwalimu mwalimu mwalimu mm -hmm. lakini pia tofauti na hapo tena ni nina kipawa cha ualimu mm -hmm. Walimu wa kufundisha neno ya ninacho yeah. okay. sasa watu wengi wakazoea kuniita mwalimu mwalimu mwalimu mwalimu kote kote. kwa hiyo eh, napiga kotekote ukiwa kwenye upande wa neno mwalimu, mwalimu. Kwa tena mwalimu ukiwa tena unafundisha nyimbo nyimbo kwa kwaya mwalimu. Haya, nimeelewa kabisa, ndio maana wanakuita mwalimu Waheba, mwalimu yeah. yeah. wana mwalimu Waeba, mwalimu Waeba. Yeah. hongera sana kwanza, mtumishi kwa hiyo kazi eh, nzuri ambayo unaifanya, kwa sababu sio rahisi kijana kama wewe kusimama na injili ya nyimbo mokusimama eh, kusimama kwa upande wa nyimbo za injili. Mimi nina swali nataka niulize. Um, kuna tofauti gani wa kumwimbia Mungu Afrika na hapa Ulaya? Ya utofauti wa kumwimbia Mungu Afrika na Ulaya kuna utofauti mkubwa mm -hmm. Jambo la kwanza mtu mm, akiwa Afrika na uhuru sana mm. Tofauti sana na huku na katika nchi za watu za, za wazungu mm. Kwa sababu Afrika mtu yani ubani sana mm -mm, lakini huku watu wamebanwa mm -hmm. Inawezekana hata unaweza ukatoa wimbo mmoja kwa mwaka mm -hmm, lakini Afrika kuna uwezekano mtu wa kutoa hata nyimbo hamsini thelathini kwa mwaka, hiyo inawezekana, huo ni utofauti wa mm -hmm, kwa sababu majukumu ya huku na, na majukumu oh, ya kule yako tofauti. Kwa hiyo hiyo hali ya maisha ndio inafanya utofauti uwepo. Ah, okay, yeah. Lakini mbali na hivyo unachukua nafasi ya kujipa ili kwa sababu upate kumtukia Mungu yeah, jiti ya ubize wa huku mm -hmm. na majukumu mengi yaliyoko huku okay. Lakini ya tunajitahidi mm -hmm. tukipata nafasi kama siku za weekend, ukipata nafasi unaingia studio una mm -hmm. rekodi hivyo hivyo, ukipata nafasi Jumamosi nyingine unafanya video shoot, shooting mm -hmm. kitu kama hicho nikuelemia tu nikupe hongera ni ni, ni maana ni vijana wengi walikuja na huduma hizo, wengine walikuwa wahubiri, wengine walikuwa waimbaji, walivyofika hapa Canada walizika karama na vipawa ambavyo Mungu aliweka ndani yao, kusema kwamba oh, kazi majukumu yapo, lakini pia tusiwe na majukumu au busy mpaka kuzidi hata ambaye anatupa pumzi ya uhai. Ndio kwanza nikupe hongera kwa hiyo asante. Naona kazi zako na naona unavyojituma yaani pamoja na ubizi lakini bado na nafasi ya kumpa Mungu nafasi kwenye huduma aliyoweka ndani yako. Hiyo inanipa nguvu, nikasema kaka kuna kazi ambayo Mungu kweli alimuita na akaweka ndani yake. Ongera sana. na kuna kitu tunataka tuelewe, ni changamoto gani ambayo ushawahi kukutana nayo kwenye kazi, maana kila kazi zina changamoto. Je, kuna changamoto yoyote ushawahi kukutana nayo katika hii huduma? Kila huduma lazima iwe na changamoto. mm -hmm. Hata Yesu pia naye alipata changamoto kwa mm -hmm. watu waliokutana nao hapa chini ya jua okay. Tukiwa hapa chini ya jua changamoto lazima ziwepo kwenye kazi. Um, kuna mara ukapanga kufanya kazi lakini mm -hmm. ukakosa kuitimizwa kwa wakati mm -hmm. na mara mkaenda studio, wimbo ukaharibika mm -hmm. na mara una, unaweza mkapangilia siku ya kufanya shooting program zikavurugika zika zote ni changamoto, na hata pia kuna changamoto zingine, hata ukiposti wimbo, kuna wengine wanakuja kwenye peji zako wanaongea you know, yeah, wana mambo haya sio sawa, wengine wanakukashfu, wengine yeah. wanasema hata, hata kucheza tu, wengine wanakusema wana, wana vibaya mm. mbona unacheza sana mm -hmm. sio kama Wakristo. Hizo zote ni changamoto ambazo tunakutana nazo mm -hmm. na tunajua ni safari ya injili, lazima changamoto ziwepo kabisa hizo. yeah, ni changamoto ambazo unaweza kukabiliana nazo kabisa yeah. bila tatizo hiyo. Kuna siku ushawahi kupanga kwenda ku record na ukawa labda ulikuwa na watu wanaokusaidia, maana kuna madensa made, wale eh, kuna wale labda mashuta, kuna wale ambao labda wa, wanakusaidia vitu tofauti tofauti, wakakuzingua mpaka hiyo kazi ukaacha kabisa kuifanya, kwa uh, upande wa wa, wa... Niseme kwanza kwa upande wa madensa, mm -hmm. Changamoto kubwa iliyoko huko katika nchi hizi za wazungu mm -hmm. ni madensa mm -hmm. Ili ukusanye watu watu watano ambao watakaa kwenye nafasi ya densa kwenye wimbo mm hiyo -hmm. Inakuwa ni, ni, ni shughuli kabisa, kabisa. Mimi nakuja kutuchukua na sisi <laughs> <laughs> kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sisi muu sii tunafanya sio kama tuna Afrika kila mtu yuko yuko huru unaweza kwele ukaenda sehemu ukachukua hmm. madensa watatu wa nne, lakini huku ili kuwapata watu watano kwa kwa wakati wa muda unaotakiwa inakuwa ni ngumu sana. Hiyo ni changamoto kubwa tunayokutana nayo. Ndio maana unaona nyimbo zetu nyingi utakuta una wimbo unaomba kuwa na watu wengi waonekane, mm-hmm. madesa lakini sasa kuwapata watu ndio, mm, tatizo. Tatizo. Ya hiyo ni kwa sababu labda ya majukumu na ubizi. Majukumu na ubizi kuwapata watu, kuna wanaotumika wikendi, wengine wanatumika katikati ya wiki. Kwa hiyo wewe, wiki. ukisema ngoja nitafute watu weekend kwa sababu wote watakuwepo, nakwambia Simu, simu na na, na, nimepigiwa okay. Yani, mambo kweli Mungu atutie nguvu. Lakini mbali na yote hiyo bado napambana tu, utumishi tunaendelea kama kawaida. I see. Ah, kwa hiyo kweli Mungu akuinue tu nakubali sana huduma yako. Na kitu kingine, kuna neno gani unaweza kuambia vijana ambao walikuja Afrika wana huduma wamefika hapa wakazika huduma tena ni kitu gani unaweza kuhimiza watu ambao bado wana neema na nafasi ya kumtumikia Mungu kwa nyimbo au kwa kwa upande wa uimbaji, ni kitu gani unaweza kuwahimiza? E, naweza nikawahimiza vijana wenzangu mm -hmm. ni kwamba tusizike karama zetu mm -hmm. kama ulikuwa mwimbaji Afrika mm -hmm. ukija huku sio mwisho mm -hmm. kwa maisha maisha, bado yanaendelea, Mungu yule yule mm -hmm. Mungu bado yupo kwa hiyo kama ulikuwa mwimbaji, mm -hmm. endelea, mm -hmm. sisi hatuchoki. Mimi nilikuwa mwimbaji Afrika, nilipofika hapa nikaanza kuimba kama kawaida, nikaanza kutoa nyimbo, mm -hmm. nikaanza kurekodi kushoot, mm -hmm. video, mm -hmm. kwa sababu ni wito. mm -hmm. na kama na wewe pia kijana mwenzangu, una wito wa kuimba na ulikuwa unaimba kule, usilale, mm -hmm. usilale, amka, mm -hmm. wakati ndio huu, neema bado ipo ya kufanya kazi, maana mm -hmm. Biblia inasema mda upo. Mm. Neema ipo na hii neema na bado ya kufanya kazi ngalipo, tusimame, tumfanyie Mungu kazi. Bado tu vijana, na bado tuna nguvu za kupanda milima na kushuka. Sisi ni vijana, nguvu tunazo. mm -hmm. yeah. Bwana, tunashukuru sana. Mtazamaji wa Monica TV, umeweza kuelewa kile ambacho mtumishi Ayeba ameweza kukueleza. Amezungumza machache, lakini yana pointi kubwa ndani yake. Anakuhimiza tu, yeye pamoja na chukua. Ana, mtumishi Una familia. Nina familia mimi mm -hmm. Nimeoa mm -hmm. Ni baba wa watoto wanne. Mtumishi ana familia, mke na watoto wanne, inamaana familia ya watu, watu sita, lakini bado hajaacha huduma, hajasema kwamba majukumu watoto nitumiki nifangi nini. Bado anapambana na anakuhimiza tu, muda ni sasa. Ni leo, kesho ni ya Mungu. Kwa nataka kukuambia kijana, ambao umepata karama yoyote, kuna wengine ni waombaji, wengine ni wahubiri, na wengine pia ni, ni waimbaji kama yeye, fanya kazi ya Mungu, kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, ana makusudi na huduma yako. Kwa hiyo mtumishi ya wa Mungu Ayeba, ndio maana nimemtafuta. Kwa upande wa uimbaji, wapo watu wengi walikuwa vizuri sana kabisa Afrika hapa, nimeanza na waimbaji kwanza wakati mwingine tutakuja na wahudumu wa nyimbo, wana, wahubiri, waimbaji, wengine takuja na wahudumu wa nyimbo wahubiri waimbaji wengine walikuwa waimbaji wakubwa sana karama kubwa ambayo Mungu aliweka ndani yeah. yao kufika huko wamezika. Hey, imekuwa tu ni makampani tu wako busy busy busy hivyo, wahubiri wengine wamefika wamezika, mtumishi mm. Yani hiyo ni huruma sana kabisa kwa sisi wa Kristo, lakini wenzetu kwa upande wa pili huwa wachoki kufanya yeah kile ambacho wao wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, ni kama wao washaga hapa, sisi ni hivyo yeah. Lakini sisi tukifika huku bado kitu kidogo tu kinakutenga na Mungu, lakini akiniutu ni ya Mungu na muda huu ni wa Mungu na kazi ni yake, tumtumikie. Nawashukuru sana watazamaji wa Monica TV mahali popote mlipo, muendelee kufuatilia Monica TV, nenda pale YouTube subscribe, share, comment na utakuwa ya baraka kila wakati tunapokuletea vipindi. Utakuwa mtu wa kwanza kabisa kusikikia kile ambacho tumeweza kukuletea. Mtumishi wa Mungu, mimi kwanza ni kushukuru kwa muda wako, asante sana. alafu tena sisi hatujachoka kukutafuta, amen. Kwa hiyo tumeanza hapa, kuna vipindi nitaomba niwe nakuwa na wewe, watazamaji waelewe hichi kwa wanao kufatilia kwa YouTube kwanza, waambie channel yako, kwa sababu lazima waende kule. Wewe ni mwimbaji alafu mtumishi, nsi sawa, tuimbe kakapela kadogo kabla tujamalize. Hai wewe ni mwimbaji, tuimbe kakapela kadogo alafu waambie waende kwenye YouTube yako, waendelee kuona hai huduma yako. Yeah, ya hakika mm, ni sema tu kwamba nimeshukuru sana Monica mm -hmm. TV amena. Mungu awabariki sana mm -hmm. na taendelea kuwaombea Monika TV, Mungu awainue amena. Iwe tini, iwe chaneli kubwa mm -hmm, lakini pia mimi kwenye platform zangu zote mm -hmm, Youtube, Instagram, TikTok mm -hmm. Majina yangu ni yale yale, Anika Ayeba Maonyesho. mm -hmm. Ingia Youtube utanipata, hiyo hiyo. Ukienda TikTok jina ni hilo hilo <laughs> <laughs> Ah, kidogo, ili wapate ile hamu ya kwenda kufuata pule waone kilichokifanya hapa. Na tuna, tunafanya ni huduma, ni huduma, Yeah, ni huduma, mm, Akapela kidogo ni, mm. Ah, nyimbo ni nyingi. Moja tu. <laughs> Ile ambayo watazamaji wataburudika kwenye kipindi chetu. Tuna mwimbaji hapa. Yeah. Niseme tu kwamba kabla sijaimba kapela kuna EP niliachia tangu mwaka jana mm -hmm, bado, inafanya vizuri iko kwenye platform zote mm -hmm. Kwa hiyo naamini watu wengi wanasikiliza hii nyimbo na wanazifuatilia kama kawaida, na naamini ya kwamba mwaka huu nataka nije na video sasa, nianze kupiga video hiyo. si, si, ukienda kwenye chaneli zangu <laughs> una subscribe kama kawaida yeah. Yeah. Tuna... Acapella, eh? Acapella, kidogo <laughs> Hakuna mwimbaji ufike studio, alafu utoke hivo hivo <laughs> Huyu oh, oh, uh, Yesu ananipenda naona raha, waseme watakajo, mimi napendwa tu. Vikao nini, kaeni, wambea, endeleeni, ninachojua mimi napendwa tu Amela. Uyu Yesu ananipenda, nawonara, waseme watakavyo, mimi mimi napendwa tu. Vikao nini, kaeni, ombeya, endeleeni, ninachojua mimi napendwa tu Jamani, hata mtangazaji naye ni mwimbaji? Hapana, ni kusindikiza kwa sauti fulani. Sisi ni wale tunaoimbaga nyuma kanisani? Hapana, niliyo kusikia kama ni mwimbaji wa nyuma. Wewe ni mwimbaji tena ule wa level mbele kabisa. <tie> Amenante, huu wimbo huu naupenda sana. Unanibariki sana hata mara nyingi nikiingia TikTok una yeah. napenda sana. Kwa mtazamaji wa Monica TV naamini kipindi hiki umekipenda sana. Ah, wakati mwingine tunaleta tutakuwa tunaleta story kama hivi, ma maisha ya watumishi, changamoto za kazi na kazi wanazozifanya katika huduma ambao Mungu amewaweka ili tupate kujifunza zaidi. Kwa hiyo nawakaribisha tena, tunaendelea kutazama Monica TV na Mungu awabariki. Kwa wakati